Mgombea wa rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dkt. Hussein Ali Mwinyi akiwasili katika eneo la Kariakoo kwa tayari kwa kupiga kura <coughs>

Kwa, ni kwamba tumefanya kampeni ndani ya siku arobaini na sita na hatukusikia eh, uvunjifu wa sheria. Hilo ni la msingi sana kwa sababu tuliahidi kufanya kampeni za kistaarabu, tuliahidi amani katika nchi yetu katika kipindi chote cha kampeni na ndicho tulichofanya. Sisi Chama Cha Mapinduzi tunajivunia sana kwamba kwa kweli tumefanya kampeni za kistaarabu, tumeafikia makundi yote lakini tunamshukuru Mungu kwamba ya amani tuliyokuwa tunaizungumza imepatikana, ime katika kitu chote hadi leo tunakua kupiga kura, amani bado imetawala katika nchi yetu, na matarajio yetu kwamba baada ya matokeo kutoka, basi amani hii itaendelea pia. Um, kwanza niseme nawashukuru na nawapongeza, na kwa sababu kwanza kujitoa tu kuja kugombea nalo ni jambo zuri, ni jambo la kikatiba, ni jambo ambalo limewapa uhuru akutokea kujitokeza na kuongea. Wamefanya hivyo na tumekona vizuri. Kwenye nafasi ya urais wa Zanzibar, kwa mfano, tuko watu kumi na moja. hmm. demokrasia ya hali ya juu kabisa, na wote wamefanya kampeni. Nawashukuru sana kwa kufanya kampeni na nawashukuru e, na nawashukuru wananchi kwa ujumla kwamba kipindi chote cha kampeni tumeweza kulinda amani tuliyokuwa nayo natoka jana, vyombo vya ulinzi na watu wa tume wanaendelea kupiga kura kwa amani, na leo kama hali inavyoiona, amani imetawala hili kwetu, ndio la msingi kuliko yote. Lakini kwa kwa maana ya sera tumejisikia sisi, tunasema sera bora ni sera ya sisi. Hali ni vigumu kusema eh, namba, lakini ni matumaini yetu makubwa kwamba kwa tulio yafanya katika nchi hii na ni matarajio yetu kwamba wananchi wataendelea, tusiingie katika kufikiria mambo ambayo hayafikiriki. Kwa nini tufikirie? Cha msingi tusubiri matokeo. Nawashajiisha na wa wananchi wote wa Zanzibar kwamba wale ambao wameshafika vituoni na kupiga kura nawashukuru sana kwa kutoka na kuja kupiga kura mapema, lakini sote ni mashahidi ikiwemo mimi mwenyewe, nimekuja hapa, utaratibu ni mzuri eh, maandalizi ni mazuri. Kwa hiyo wale wote ambao bado wako nyumbani, nawasihi watoke waje wapige kura mapema kabla ya saa kumi ili tuweze kukamilisha haki yetu hii ya kikatiba ya kila mtu kumchagua yule ambaye amependa kuchagua. Hali hiyo ni shwari, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alituamsha salama siku ya leo. Tumekuwa tukizungumzia kwa muda mrefu, Oktoba ishirini na tisa umewadia, tuko salama na nimeweza kuja kutimiza wajibu wangu wa kikatiba na mimi kwa kupiga kura kupiga kura ni maisha, lakini nakutoa wito kwa kila mtu aliye mbali ambaye hajafika hapo. Shime, shime, akina mama vijana watoto ambao wamefika hapa, wenye umri wa miaka kumi na nane waliojiandikisha tafadhali tutoke tuje tubuke mkono rais wetu.